Leo hii tunapoungana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye siku yake ya kuzaliwa tukifanya kwa kuendeleza kampeni ya upandaji wa miti. Kampeni hii isiwe kama leo hii ndio mwanzo na mwisho. Leo hii tunazindua kampeni ya kimkoa ya Urithi wa Kijani Songwe, lakini leo ni siku ya kwanza na tutaendeleza zoezi hili. Sasa niwaombe ndugu wadau, serikali ilielekeza halmashauri zote nchini kuhakikisha kwamba tunapanda miti ipatayo milioni moja na laki tano kila mwaka lakini hiyo miti sio tu tuishie kwenye kuipanda, lazima tuitunze. Kwa leo hii tunapoanza zoezi la upandaji wa miti, na siku ya Alhamisi tutakuwa na mkutano wetu wa wadau, tutaweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha kwamba zoezi la upandaji wa miti linakuwa endelevu. Halmashauri zote katika mkoa wa Songwe, swala la upandaji na utunzaji wa mazingira iwe ni tabia yetu, lakini wananchi kwenye kaya zao kila mwananchi kwenye kaya yake hakikishe kwamba anakuwa na miti amepanda na ameitunza. Akihitaji kupanda miti ya kivuli, miti ya matunda, aipande na aitunze. Lakini hali kadhalika, lazima tusimamie sheria za usimamizi wa uhifadhi wa mazingira, misitu yetu. Tusioneane aibu kuchukuliana hatua wale watu ambao wanavamia kwenye misitu yetu, wanavamia kwenye maeneo ya hifadhi kwa ajili ya kufanya shughuli ambazo haziruhusiwi.